E, leo asubuhi tumeamkia asubuhi tukapata tuna mwenzetu watchman mmoja amewawa katika hii soko e, saa mbili a asubuhi ndio tumepata hiyo ripoti alafu tena usiku wa saa nne ya usiku tena tumekuwa na, ma, na mama mmoja tena amewawa katika hii kichichi ya hii soko, amekatakwata na ameua tena katika, amepelekwa Webuye. Sasa hii soko ya Misikhu haina usalama. Wale maofisa wenye wako katika hii soko Tuliongea nao wafanye patrol kuanzia saa tano ya usiku, mtu asipatikane katika hii soko, lakini kuanzia wakati tuliongea nao hakuna jambo yoyote ambayo imefanyikana. Hao maofisa wenye waka hapa, tujue wanalinda watu gani? Kwa sababu usalama hii soko haiko. Hata leo usiku, hatujui ni nani leo atakufa. Sasa tunaomba serikali iingilie kati na county commission ikuje angalie hii kati kati ya hii soko ya Misikhu ni nini yenye iko katika hii soko ya Misikhu. Mekaa muda tukilia, kwa sababu ya uuaji wa kiholelaholela katika hii soko ya Misikhu. Last month mtoto aliuawa hapa tukashukulika, tukaita tuka maafisa wakakuja, lakini hatujaona suluhisho yoyote. Wakati huu asubuhi ya leo tumekuja katika kazi yetu hmm. Tumepata soja mmoja ameuawa. Hatujui soko ya Misikhu tutaenda wapi na tutafanya nini? Hata wametutia uoga katika kazi yetu, hatujui tutaenda wapi na tutafanya nini katika hii soko ya Misikhu chenye, ninaomba maofisa muingilie kati katika hii soko ya Misikhu kwa usalama na mtusaidie bure. Sisi soko ya Misikhu tunafanya kazi ndio watoto wetu wasome, watoto wetu wakule, ndio tujimudu katika maisha. E, tumeamkia asubuhi ya leo, tumepata mwenzetu ameuawa, ambaye alikuwa analida duka la dawa. Na kwa upande wa security hapa Misikhu, security tumecharibu hasa kama mimi mmoja wao huwa tunatembea, lakini najua mwizi akija hawezi kuambia na kuje njia gani. Sasa kitu tu yenye naomba wananchi, hii shida inapatikana kwa sababu ya kutokupatiana information. Nyinyi wananchi mnapata information lakini kusema mtu fulani anahusika na hii kitendo, amtaki kusema. Maafisa wa hapa wameshika wesi wengi hapa. Wanapofika kwa police station unapata mlalamishi anasema mimi sitaki huyu kijana aende kotini ama huyu mama aende kotini. Sasa wakati yeye anakataa kupeleka huyu eh, mshtakiwa kotini, serikali sisi hatuna nguvu ya kupeleka huyu kotini. Sasa kitu inasa kuambia wananchi wa Misikhu, tafadhali lack of information tena fanya hii mambo na kaa hivi E, kwa upande mwingine, kama biashara kuna basi hapa, yeye tunaomba serikali wafuatilie hizi license zinaenda paka saa ngapi. Kwa hiyo ukipata mtu usiku amelewa, anasema anatoka bar, na kulingana na sheria mtu akiwa kwa barabara amelewa huwezi kumharakisha, lakini tukipata license tupate time ambayo hiyo pa inausa, tunasa control. Lakini kwa upande wa security hapa, wewe mwananchi na mimi mimi ndio security wa kwanza au utahitaji mimi nikuje simame kwa mlango yako nikujunge ili hali wewe unalala. Na, na wewe sisi wananchi tukipatiana information. Tukishika mtu aende kwa polisi. Wache tukupali aende kotini. Sio tukwenda kangaru court. Leo asubuhi nimekuja nikapata watchman wangu ameuawa wa na pharmacy imebomolewa. Wezi wameingia wakachukua vitu za zenye zilikuwa hapo. Kwa kadri hatujaangalia ni nini na nini zimeenda, lakini electronic zote hazipatikani kwa duka. Alafu kuangalia na wamevunja mahali penye tunaweka pesa, wameiba karibu tv tvitatu zenye zilikuwa zilikwaacct but uh, tumeachia sasa, all theinvestigative agencies to do their work. Tumengoja DCI uh, from there at atlast wewill take the next step.